Leo kwenye safari yetu ya hekima, Yesu na wanafunzi wake sasa wameondoka Yeriko, na naweza kufikiria jinsi mji ule unavyochemka kuhusu kuongoka kwa hivi karibuni kwa ea Zakayo. Sasa kinachotokea baada ya hapo ni onyesho la upendo ambalo kwa kweli ni la ajabu sana, kiasi kwamba miaka elfu mbili baadaye bado tunashangazwa nalo. Mathayo, Marko na Yohana wote wameandika tukio hili hili, na nataka kufuata simulizi lililotolewa kwetu katika injili ya Yohana hapa sura ya kumi na mbili mstari wa moja. siku sita kabla ya Pasaka Yesu alifika Bethania, alipokuwapo Lazaro ambaye Yesu alimfufua kutoka kwa wafu. Basi wakamwandalia chakula cha jioni huko, Martha akahudumu, na Lazaro alikuwa mmoja wa wale waliokuwa wa wamekaa pamoja naye mezani. Sasa hebu nisimame kidogo nikueleze hii, ni familia ya ndugu watatu, Matha, Maria na kaka yao Lazaro. Hakuna mahali popote katika maandiko panapotaja wenzi wa ndoa au hata wazazi, hivyo hawa watatu inawezekana kabisa ni watu wazima wasio na ndoa na wote wana uhusiano wa karibu na Yesu. Mathayo na Marko wanatuambia kwamba chakula hiki kilifanyika katika mji wa mtu anayeitwa Simoni mwenye ukoma. Sasa Madha yuko bize hapa akihudumu, na Lazaro yuko mezani amelala upande pamoja na Yesu. Na sasa Maria anaonekana kwenye tukio hili katika mstari wa tatu. Basi Maria akachukua ratili moja ya marhamu ya dhamani iliyotengenezwa kwa nado safi, akampaka Yesu miguu na kuifuta miguu yake kwa nywele zake. Sasa tendo hili lina mizizi katika upendo na ibada. Haikuwa jambo la ajabu katika siku hizo kwa waabudu kumimina manukato juu ya sanamu zao na kuzisafisha kwa nywele zao kama ishara ya unyenyekevu na kujitoa kwao kwa kina. Lakini hapa kuna zaidi katika zawadi ya kujitoa ya Maria. Kwanza, kuna utambuzi wa chini chini wa kifo na maziko yanayokuja ya Kristo. Kimsingi anampaka mafuta kama vile wangempaka mtu aliyefariki kwa ajili ya maziko. Unaweza kusema kwamba anampa maua wakati bado yuko hai badala ya kuyaweka kaburini mwake. Sasa pili, hili ni ishara ya ufalme wa Kristo. Kawaida upakaji mafuta wa aina hii ya matumizi makubwa ulihifadhiwa kwa ajili ya kumpaka mafuta mfalme mpya. Hivyo Maria anapompaka Yesu mafuta hapa, anakiri kwamba yeye ni mfalme. Tatu, hii ni mfano wa ukarimu wa kweli usio na mipaka. Kwa kweli mstari wa tatu, Yohana anaita marashi haya hapa nardo safi, ambayo ina maana hayajachanganywa. Marashi haya maalum yalitengenezwa kutokana na mmea uliokuwa unakuwa milimani mwa India, na kwa gharama kubwa sana yalitengenezwa na kisha kuingizwa mashariki ya kati katika chupa ndogo ndogo nyeupe za alabasta. Sasa kulingana na mstari wa tano, manukato haya yalikuwa na thamani ya denari mia tatu, ambayo ni sawa na mshahara wa mwaka mzima kwa mtu wa kawaida anayefanya kazi. Kwa hiyo unaweza kuita chupa hii ndogo dhahabu ya maji. Sasa katika hatua hii, tukio linakatizwa na Yuda Iskariote. Yeye ana jambo la kusema kuhusu zawadi hii ya kujitolea kwa kweli. Haya ndiyo maneno yake ya kwanza kabisa yaliyorekodiwa katika maandiko Mstari wa tano. Kwa nini marashi haya hayakuuzwa kwa denari mia tatu na kuwapa maskini? Oh. anajali kuhusu watu maskini sivyo? Lakini hakuna ushahidi wowote kwamba Yuda aliwahi kutoa hata senti moja kwa maskini. Malalamiko yake hapa ni kisingizio tu cha kuficha unafiki wake wa tamaa, na Yohana anaweka wazi hilo katika mstari unaofuata, mstari wa sita alisema hivi si kwa sababu alijali maskini, bali kwa sababu alikuwa mwizi na ikiwa na jukumu la mfuko wa pesa, alikuwa akijichukulia kile kilichowekwa ndani yake. Kwa hiyo alikuwa mwizi. Neno linalotumika ni kleptes kwa Kigiriki, na hili ndilo limetupa neno letu kleptomaniacs. Sasa Yuda amekasirika kwa sababu hawezi kupata sehemu ya pesa hizi za ziada. Basi Yesu anakuja haraka kumtetea hapa katika mstari wa saba Mwache ili aweze kuihifadhi kwa ajili ya siku ya siku maziko yangu, kwa maana maskini mtakuwa nao siku zote, lakini hamtakuwa nami siku zote. Sasa Marko sura ya 14 mstari wa sita inaongeza kwamba Yesu pia alisema amefanya jambo zuri kwangu. Unajua, kila ninaposoma haya hunifanya nijiulize, ni jambo gani zuri nililomfanyia Bwana hivi karibuni? Ni kitu gani ambacho Mungu ametupa mimi na wewe ili tukitoe Muda, kipaji au mali, au ni chupa gani ndogo ya alabasta niliyoko tayari kuivunja kwa ajili ya Kristo? Nini nini nilicho nacho, nini ulicho nacho ambacho mtu mwingine anahitaji leo? Hiyo inanifanya nikumbuke hadithi nzuri niliyosoma miaka mingi iliyopita kuhusu mwalimu wa darasa la tano aitwaye B Thompson. Alikuwa mwalimu mzuri sana, lakini mmoja wa wanafunzi wake, Teddy Stoddard, alionekana kutokuwa na hamasa darasani. Mwonekano wake haukuwa nadhifu, mara nyingi alikuwa si wa kupendeza. Hivyo akaangalia alama zake za nyuma na kusoma maoni kutoka kwa walimu wake wa zamani mwalimu wake wa darasa la kwanza aliandika Tedi ni mtoto mwerevu mwenye tabasamu la haraka. Anafanya kazi zake kwa usafi, ana adabu nzuri, ni furaha kuwa naye karibu. Mwalimu wake wa darasa la pili aliandika kitu kama, Tedi ni mwanafunzi bora, anapendwa na wenzake, lakini ana wasiwasi kwa sababu mama yake ana ugonjwa usiotibika. Kisha mwalimu wake wa darasa la tatu aliandika, kifo cha mama yake kimemuumiza sana anajaribu kufanya vizuri, lakini baba yake haonekani kumsaidia wala kuonyesha shauku yoyote. Halafu mwalimu wake wa darasa la nne aliandika, Tedi amejitenga, haonyeshi hamasa sana shuleni, hana marafiki wengi na mara nyingi hulala darasani. B Thompson sasa alijua chanzo cha mwonekano wake na kutopenda shule. Wakati wanafunzi wake walipomletea zawadi kabla ya likizo ya Krismasi, Teddy alikuja na kumpa zawadi ndogo iliyofungwa kwenye mfuko wa kahawia wa dukani. Alipofungua ilianguka bangili ya mawe ya rangi, ambayo baadhi ya mawe yake yalikuwa yamepotea, na chupa ya manukato ambayo ilikuwa imetumika kiasi. Baadhi ya watoto walicheka, lakini bi Thompson alivaa mara moja ile bangili na kusema jinsi ilivyokuwa nzuri, kisha akaweka manukato kidogo kwenye mkono wake. Basi mwishoni mwa siku Tedi alibaki nyuma kwa muda kidogo na kusema, B. Thompson, leo unanukia kama vile mama yangu alivyokuwa akinukia vema. Tedi alipotoka darasani, Bibi Thompson aliketi kwenye meza yake na kulia, na siku hiyo hiyo alibadilika. Aliacha kufundisha masomo kama kusoma, kuandika na hesabu. Badala yake alianza kuwafundisha watoto. Alimpa Teddy Stoddard umakini wa pekee. Mwisho wa mwaka huo wa shule, Teddy alionyesha maendeleo makubwa darasani. Mwaka uliofuata alipokea barua kutoka kwa Teddy akimwambia kwamba yeye ndiye mwalimu bora aliyewahi kuwa naye. Miaka sita ilipita na akapata barua nyingine kutoka kwa Teddy, na alimwambia kwamba alikuwa amemaliza shule ya sekondari na alikuwa anaenda chuo kikuu. Miaka mingine minne ilipita na barua nyingine ikaja. Teddy alikuwa anahitimu chuo kikuu na heshima za juu kabisa, na akaongeza kwamba bado yeye ndiye mwalimu bora aliyewahi kuwa naye. Basi miaka mingine minne ilipita na Tedi akamwandikia tena, akieleza kwamba alikuwa ameamua kuendelea na masomo ya udaktari, na akaandika kwamba bado yeye ndiye mwalimu wake kipenzi. Alihitimisha barua hii kwa kusaini Theodore Stodad MD. Barua nyingine ilifika muda mfupi baada ya hapo. Tedi alikuwa anaolewa. Baba yake alikuwa amefariki miaka michache iliyopita, na alikuwa anajiuliza kama b Thompson angeweza kukaa kwenye kiti ambacho kawaida huhifadhiwa kwa ajili ya mama wa bwana harusi. Hivyo b Thompson alienda kwenye harusi hiyo na akakaa pale ambapo mama yake Teddy angekaa. Kwa kweli alistahili kukaa pale, kwa sababu miaka mingi iliyopita alivunja chupa yake ndogo na kuimimina kwa mvulana mdogo, na hakuwahi kusahau zawadi yake ya upendo. Maelezo ya madhayo kuhusu tendo la upendo na kujitolea la Maria yanaongeza kauli hii ya Yesu katika sura ya 26 mstari wa 13, amini nawaambia, popote injili hii itakapohubiriwa, duniani kote, yale aliyoyafanya mwanamke huyu pia yatatajwa kwa kumbukumbu kumbu yake. Na hilo ni kweli, sivyo? Ni kama vile bado tunaweza kunusa harufu nzuri ya zawadi ya Maria hadi leo. Ninapenda usemi uliopo hapa nyuma katika Yohana sura ya 12 mstari wa tatu, kwamba e, nyumba ilijaa harufu nzuri ya manukato. Na kwa njia, kulikuwa na zawadi nyingine zilizofanya hii iwezekane. Simoni e, alitoa zawadi ya ukarimu, Martha alitoa zawadi ya chakula cha jioni, Lazaro alitoa zawadi ya urafiki, na sasa Maria anatoa zawadi yake ya ibada ya kujitoa.